Kegasta Yesu. Kwa nini Mungu aliweka kanisa duniani? Mungu aliweka kanisa duniani kufanya mambo manne. Jambo la kwanza, tuliwekwa duniani kufanya uinjilisti. Biblia inasema, enendeni duniani kote. Mungu alituweka duniani kufanya uinjilisti na kufikia watu ambao wamesumbuka na dhambi, watu ambao wamekosa matumaini, watu ambao wamesumbuka na hata wagonjwa. Tumeitwa kuwa wainjilisti. Jambo la pili, duniani kanisa imeweka kufunza. Kanisa tumeweka kufunza watu. Watu wanafunzwa wakiwa ndani ya kanisa ndipo sasa wabatizwe. Watu wanafunzwa maisha. Jambo la tatu, kanisa imewekwa duniani kutenda wema. Social action. Wale ambao wana njaa tuwalishe. Wale ambao wanakosa chochote tufikie mahitaji ya kimwili. Mwisho, kanisa tumewekwa kumwabudu Mungu. Leo mniruhusu niongee kwa uchache kuhusu mwingilisti yeye. Yeah, yeah, anastahili kupeana habari ngapi? Iko habari tatu ambaye mkienda ni lazima mupeane kitu. Cha kwanza mkiondoka hapa, kwa wale watu ambao wajaamini, kitu cha kwanza tunawapatia habari mbaya inaitwa bad news. News. Ni lazima dunia iambiwe habari mbaya ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mm -hmm. Inapatikana katika kitabu gani? Warumi tatu mm -hmm. ishirini na tatu. Na tunatakana kuambia watu habari mbaya ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mm -hmm. Inapatikana katika kitabu gani? Warumi sita ishirini Naambia watu ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Pia Biblia inatuambia wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mm -hmm. Dunia hii ambayo ingawa unaona watu wako na mali wako na nini, lakini ukweli ni ya kwamba hii dunia wote ni watenda dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti, mauti. Lakini ukipeana habari mbaya peke yake, wewe unakuwa prophet of doom. Wewe si mwinjilisti, unaambia watu nyinyi mmetenda dhambi, mmepotea, lakini hiyo si mwisho ya uinjilisti. Uinjilisti lazima upatie watu habari njema. Baada ya kuambia watu habari mbaya, ni vizuri uambie habari njema. Habari njema inapatikana katika kitabu cha Yohana 3:16. Vile nasema gicyam yeyin goroni misin kud ku gon lapwanyinyoto akenge patei siing'at ki ake Loko no lokanom mapere makopot ndene makunyor soboda kicuto inamaanisha nini? Kwa maana jinsi hii, Mungu alipenda ulimwengu, alipenda ali ulimwengu, alipenda kila mtu, alipenda Mbukusu, akapenda Msaboti, akapenda Mteso, akapenda Mchaluo, akapenda kila mtu, akapenda mwenye aende kanisa, akapenda mwenye anaenda kanisa. Kwa hivyo lazima muambie watu habari njema ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu, yaani alimaanisha, alipenda watu wote. Siku moja nilikuwa kwa gari Iko jamaa mmoja akaniambia, mchungaji, iko watu wengine wabaya, hata nikipata mmoja naweza ua. Nikaambia watu gani? Akaniambia watu hii. Hii watu wanaitwa uhosiani. Watu gani? Hii watu wenye walinichomea nyumba na wakanifukuza kwangu. Nikipata hata mmoja naweza ua saa hii. Nikamwambia hata uhosiani, hata mimi ni mmoja wao. Akaniambia si wewe padri na mali ya wengine wale wanakaa huko msituni. Kitu nawaambia Mungu alipenda wao. Wote, okay. Na akamtoa mwanawe pekee. mm -hmm. Habari njema ni kuhusu Yesu Kristo mm -hmm. Si kuja tu kanisa yetu mm -hmm. ya kwamba Yesu alitupenda mm -hmm. na akafa msalabani kwake, na kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani tunapata msamaha wa dhambi mm -hmm. Tunapata uponyaji mm -hmm. Tunapata amani mm -hmm. Tunapata matumaini mm -hmm hiyo ni lazima tuseme. Jambo la mwisho ni lazima tuite watu wafanye maamuzi. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wapili sita mbili, Wakorintho wa pili sita mbili, nasema siku ya uokovu ni sasa. Lazima uite watu waamue, sema umesikiliza, uamuzi wako ni nini?

Ni ya kwamba uamuzi ni wao. Wewe fanya kazi yako, ubiri, wacha Roho Mtakatifu wavuze watu na kuwalete kwa Mungu. Tunapoenda tunaamuru muende, mwende kwa nguvu za Roho Mtakatifu okay. Kitu cha pili mwende na ujumbe wa Bwana, ya kwamba kuna habari mbaya dunia hii ya dhambi. Ya pili, kuna habari njema ya kwamba Yesu alikuja na akatuokoa, na yeyote ambaye anamwamini anasamewa dhambi, anabadilishwa na kunakuwa na amani kwake. Kitu cha tatu, ita watu wafanye maamuzi. Mungu wa amani awabariki wainjilisti. Nyinyi ni watu wa maana katika nyumba ya Bwana. Amen. Hata kama mwanadamu awatambui, Mungu anajua. Amen. Na mwinjilisti wa kwanza alikuwa mama, anaitwa mwanamke Msamari. Hata naona leo waingilisti wengi ni mama. Ah. Lakini <laughs> iko one man army nasho <laughs> nafikiri atang'ang'ana tu. Mungu wa amani awabariki. Waje, wacha tusimame tuombe, tuamuru mwende na mchungaji kwa sababu yuko hapa.